Atati mwambie County Commissioner. Tunataka audit katika 2013 hadi mpaka leo auditiwe hiyo pesa yetu irudi kwenye miradi ya manifesto ya wananchi. Tayari imetapeliwa 18 18 milioni, na kwenda mbele watu wamechukua pesa yetu must benefit the owners of this land. It is not really the best way that only four people can squander 200 and tukililia maofisi yote lakini hatujafanikiwa kupata eh, kusikiwa mahali, lakini Ledama uh, Olekina ameingilia kati akasikia kilio yetu na juzi katika uh, uh, mnamo tarehe kumi na mbili akaweza uh, E, kuproses ama kupro, uh, kaweza kutangaza mambo ya Olderkesi katika uh, seneti. Kwa hivyo sisi tumefurahi sana tukishukuru uh, Mheshimiwa Ledama.